Hatimaye wanachama wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA walioibuka na kundi linalofahamika kama G55 leo wametangaza kujiondoa kwenye chama hicho, lakini taarifa za kwamba wana G55 hao walikuwa na mpango wa kujiondoa CHADEMA zilizagaa kwa takriban wiki sasa. Kwa hiyo hata baada ya kutokea hili halijawashtua watu wengi kwa sababu tayari kulikuwa na tetesi hizo kwamba wana mpango wa kujiondoa ndani ya chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA. Na wengi mtafahamu kwamba kundi hili liliibuka mara baada ya uchaguzi mkuu wa CHADEMA kukamilika, na hususan kuanguka kwa aliyekuwa mwenyekiti wa zamani wa chama hicho Mheshimiwa Freeman Mbowe na kupatikana kwa mwenyekiti mpya Yani, Mheshimiwa Tundu Antipasiliso. Sasa makala hii inaeleza kwa kina japo kwa kifupi kuhusu sababu halisi za G55 kuondoka, tetesi za kujiunga na chama kimoja cha upinzani, uwezekano wa Mheshimiwa Mbowe kurejea kama mgombea kupitia kwenye chama hicho cha upinzani, ushiriki wa serikali, CCM na mfumo mikakati mitatu ya kuiangusha Chadema na mwisho tafanya kitu kinachoitwa intelligence outlook ambacho kwa kifupi ni kuangalia yanayoweza kujiri huko mbele, lakini kwa jicho la kiintelijensia. Um, kwa hiyo kundi la G55 linaloundwa na baadhi ya makada waandamizi wa zamani wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema leo Mei saba ya mwaka 2025 na limetangaza rasmi kujiondoa kutoka katika chama hicho. Katika mkutano wao na waandishi wa habari, wakiongozwa na Benson Kigaila, kundi hilo lilisema wazi kuwa chama hicho hakiendeshwi kwa misingi ya katiba na demokrasia ya ndani. Walilalamika kuwa mazingira ya ubaguzi wa kimtazamo yametawala katika chama hicho haswa dhidi ya wanachama wanaonekana kuwa karibu na Mheshimiwa Mbowe na kudai kuwa jitu, jitu, jitihada za maridhiano ndani ya chama zimegonga mwamba. Lakini kichekesho ni kwamba kwanza kundi hili wakati wa kampeni za uchaguzi uh, uchaguzi mkuu wa ndani wa Chadema wengi wao walikuwa wakisikika hadharani wakidai kwamba kwa, kwa atakayeshindwa kwenye uchaguzi huo basi hakuna kuhama, waendelee kujenga chama, na hilo lilikuwa likisemwa kwa sababu walikuwa na uhakika mkubwa kwamba wangeshinda, na kulikuwa na tetesi wa wakati huo kwamba laiti Mheshimiwa Lissu angeshindwa, ilikuwa sio rahisi yeye kukubali kubaki mtu wa kawaida ndani ya chama hicho, kwa hiyo huenda ange chama chake lakini pia baadhi ya watu walikuwa wakibashiri kwamba endapo hujuma zilizokuwa zikifanyika wakati huo zingepelekea Mheshimiwa Lissu kushindwa katika uchaguzi huo, basi watamshawishi aondoke katika chama hicho, aidha aunde chama kingine au ajiunge na chama kingine, na wao kwa maelfu watamfuata. Kwa hiyo kwa kipindi hicho hawa G55, lakini hapo wakati huo walikuwa kundi hili halijazaliwa rasmi, walikuwa wakijigamba kwamba kwa atakayeshindwa wanasisitiza asihame katika chama. Sasa kichekesho ni kwamba wao baada ya kushindwa ndio sasa wamehama katika hiki chama. Taarifa kutoka katika vyanzo mbalimbali vinaonyesha kwamba kundi hili la G hamsini na tano wapo katika hatua za mwisho za makubaliano ya kujiunga na chama kimoja cha upinzani . Awali tetesi zilikuwa zikikitaja chama hicho cha ja upinzani kwa ni ACT Wazalendo. Um, hata hivyo, hili lilikabiliwa na upinzani kutoka ndani ya chama cha ACT Wazalendo, kwanza kutokana na mahusiano kati ya ACT Wazalendo na Chadema. Um, kumbuka kwamba historia ya ACT Wazalendo ilitokana hasa na kuondoka kufukuzwa kwa baadhi ya wanachama waandamizi wa chama hicho akiwa ni pamoja na Mheshimiwa Zito Kabwe iliyopelekea kuzaliwa kwa ACT wa Zalendo, wazalendo. Kwa hiyo mahusiano kati ya ACT wa Zalendo na Chadema yamekuwa kwa namna fulani, wakati mwingine ni kama vyama vikuu vya upinzani, kwa sababu kimsingi ACT wa Zalendo ni chama kikuu cha upinzani Tanzania kutokana na idadi ya wabunge. Lakini Chadema inakuwa ni chama kikuu cha upinzani Tanzania kutokana na umaarufu wake, kusambaa kwake na idadi ya wanachama, kwa hiyo vyote kimsingi ni vyama vikuu vya upinzani lakini kimoja ni kutokana na idadi ya wabunge na kingine kutokana na idadi ya wanachama. Lakini pia ACT Wazalendo ni chama ambacho kimejikita zaidi Zanzibar kuliko bara, na takriban hawa wote wa kundi la G55, idadi kubwa ya hawa G55 wanatokea bara, isipokuwa aliyekuwa um, makamu wa mwenyekiti wa Mbowe bwana um, mwalimu ambaye e anatokea Zanzibar. Kwa hiyo Uh, Chadema ni chama cha bara zaidi kuliko Zanzibar wakati sitini Zanzibar zaidi kuliko bara. Kwa hiyo hii imeleta um, sintofahamu ya namna fulani. Hata hivyo inaelezwa kwamba mawasiliano bado yanaendelea kati ya pande hizi mbili. Hata chama ambacho kinatajwa kwamba kitawapokea hawa watu ni cha umma, hiki chama kinachoitwa cha umma, na tetesi zimezagaa kitambo sasa kwa zaidi ya wiki kwamba chama hicho kitawapokea rasmi hawa jamaa, kwamba hii hatua ya leo ya kutangaza kujiondoa Chadema itafuatia na hatua nyingine ya wao kujiunga na hicho Chaumma. Na Chaumma kilichokuwa na ushawishi mdogo, kina ushawishi mdogo mpaka sasa hivi, sasa kinatajwa kuwa kama jukwaa mbadala litakalotumiwa na kundi hili la G55 kuunda kile kinachoitwa upinzani mpya. Vyanzo vinaeleza kuwa tayari chama hicho kimeahidiwa majimbo kadhaa kwenye uchaguzi ujao, eneo linalohusishwa na maafikiano ya kisiasa yanaungwa mkono na dola. Miji kadhaa imetajwa kuwa katika miongoni mwa maeneo ambayo e, hii CHAUMMA itapewa sapoti ili kuikuza. Huu ni mkakati wa muda mfupi kukipatia rasilimali hiki chama, lakini mkakati wa muda mrefu ni kujaribu kukijengea uwezo wa kukimeza Chadema, yaani kujenga umaarufu na kukitengeneza hicho chama kuwa kama mbadala wa Chadema, kwa sababu moja ya mikakati ambayo pia itaeleza katika makala hii ni ya kuidhoofisha Chadema mbali mbali kwa njia mbalimbali. Kwa hiyo, moja ya njia hizo ni pamoja na kukipa nguvu chama kingine kind of mbadala ambacho kipate umaarufu, aidha kutokana na um, kupewa rasilimali zitakazopata kutoka serikalini wakutoka kwa CCM na kwenye mfumo lakini pia kutokana na watu watakaovutwa kutoka Chadema na kuingia katika chama hicho. Um, pia tetesi zinaeleza kwamba mwenyekiti wa zamani wa taifa wa Chadema Mheshimiwa Mbowe huenda akajiunga na G hamsini na tano na kutangazwa kuwa mgombea urais kupitia chama watakachojiunga nacho. Kwa hiyo halitokuwa jambo la kushangaza endapo hawa jamaa watajiunga na CHAUMMA au chama kingine, kisha Mheshimiwa Mbowe akaombwa kuwa awe mgombea, kwa sababu kwa kiasi kikubwa kundi hili la G55 linaelezwa kwamba pamoja na mkono wa dola, mkono wa CCM, pia kuna mkono wa Mheshimiwa Mbowe, kwa mujibu wa maelezo. Hakuna uthibitisho, lakini taarifa zinadai hivyo. Taarifa zinaeleza kwamba kuna jitihada kubwa za kuunganisha makundi ya ndani ya chama yani, makundi ndani ya CHADEMA um, ambayo ya, ku, yani kujenga upinzani ndani ya CHADEMA na upinzani huo kwa namna moja utasaidia kupata wanachama wengi watakaohama ili kujiunga na hicho chama ambacho wanatarajiwa kwenda, ambacho kwa sasa kinachopewa matarajio makubwa ni CHAUMMA. Kama unakumbuka Mheshimiwa Mbowe alishindwa kwenye uchaguzi wa ndani wa CHADEMA dhidi ya Mheshimiwa Lissu, na tangu wakati huo hajawahi kuonekana hadharani akishiriki vikao vya chama hicho na hata katika kesi inayoendelea ya Mheshimiwa Lisu. Kwa kweli husingetarajia nafasi aliyonayo Mheshimiwa Mboe iwe kind of low key kama ilivyo sasa hivyo, kwa sababu nakumbuka huko nyuma Mheshimiwa Mboe, wakati yeye pia akikabiliwa na mashtaka ya kutengenezwa kama haya, Mheshimiwa Lisu na wanachama kwa ujumla walikuwa mstari wa mbele kuonyesha sapoti yao kwake kwa mujibu wa wachambuzi wa siasa za upinzani mheshimiwa mboe inawezekana kuwa natafutwa jukwaa lisilo na migogoro ya ndani, na chama kinachotajwa zaidi ni hiki cha Umma, lakini kinaweza kuwa chama kingine. Hizi ni taarifa endelevu, kwa hiyo kadri muda unavyozidi kwenda, unaweza kupata taarifa zaidi. Taarifa za ndani zinaeleza kwamba Chama cha Mapinduzi na mfumo, kwa maana ya Kitengo, wamehusika moja kwa moja katika mchakato wa kuivuruga Chadema. Um, kwanza mchakato huu ulianza katika ngazi ya awali kwenye uchaguzi mkuu wa Chadema. Kwa sababu uchaguzi mkuu wa Chadema haukuanza katika ngazi ya kupata mwenyekiti wa taifa ambapo mchuano ulikuwa kati ya Mheshimiwa Mbowe na Mheshimiwa Lissu. Mchakato wa uchaguzi wa chama hiki ulianza katika ngazi ya mikoa, wilaya, majimbo, uh, na hatimaye kufikia ngazi ya taifa. Sasa, taarifa zinaeleza kwamba fedha zilianza kumwagwa kuanzia huku ngazi ya chini, na lengo la kumwaga fedha katika ngazi ya chini kulikuwa na malengo hasa mawili. Kwanza ilikuwa kutengeneza watu ambao wangeshiriki katika kutengeneza mkakati, wa pili. mkakati wa pili wa pili mkakati wa pili ulikuwa ni kumzuia Mheshimiwa Lissu kuwa mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na hiki ndicho kilichomsukuma Mheshimiwa Lissu kuamua kugombea mwenyekiti wa Chadema taifa kwa sababu lengo lilikuwa azuiwe asiwe mgombea urais kwa tiketi ya Chadema. Sasa unafanyaje? Inabidi uanze kumwaga pesa katika ngazi ya chini, kwa sababu hao na wamwagia fedha ndio baadaye watakuja kuwa wapiga kura katika uchaguzi mkuu. Na taarifa zinaeleza kwamba zaidi ya shilingi bilioni moja zilitumika, ambazo kwa upande mmoja zilikuwa zimsaidia Mheshimiwa Mbowe kushinda katika uchaguzi huo, lakini kwa upande mwingine zilikuwa zitumike kuhakikisha kuwa mheshimiwa Lissu hashindi kwenye uchaguzi huo. Baada ya mpango huo kushindwa na hatimaye mheshimiwa Lissu kuibuka kidedea, mkakati mwingine ukaanzishwa, huu ukiwa na lengo la kuhujumu uongozi wa mheshimiwa Lissu kutoka ndani ya chama, na hii ndio ilipelekea kuibuka kwa kundi la G55. Mpango huu hata hivyo haukufanikiwa, na sasa ni hatua ya tatu ya kujiondoa Chadema na kwenda kujenga chama kingine ambacho kwa mujibu wa maelezo kina sapoti ya dola na kwa maana ya mfumo, lakini pia kinapata sapoti kutoka kwa serikali na CCM. Mkakati huu wa kutoka Chadema na kuhamia chama kingine ambacho kwa idadi kubwa kinatajwa kuwa ni hii cha umma uh, unaungwa mkono na kama nilivyosema na CCM na serikali, lakini pia uh, kitengo. Lengo ni kuunda sura mpya ya upinzani um, kwa chama ambacho kinaonekana hakina mgogoro, chenye taswira ya utulivu na usafi wa kisiasa, lakini ambacho kitakuwa hakitakuwa tishio kwa mfumo. Uh, majimbo machache ya kisiasa yamehaidiwa kusaidia chama hicho kipya kuingia bungeni na kupata uhalali kama sauti mbadala ya upinzani huku, kikiwa kimetengenezwa kwa muundo unaokubalika na mfumo wa sasa wa utawala. Mkakati wa pili ni wa kisheria. Kundi la G55 um, limewasilisha kesi mahakamani adema imekuwa ikibagua Zanzibar. Of course sio kundi hili ililosema hadharani, lakini kuna kesi imefunguliwa dhidi ya Chadema. Lengo la kesi hii ni kuipa tume ni kuipa, uh, msajili wa vyama vya siasa, lakini pia mahakama, msingi wa kisheria wa kuifuta Chadema, kuifutia usajili Chadema na kuiwekea masharti mapya kuendesha shughuli zake. Kwa hiyo lengo hasa ni kuidhoofisha Chadema. Kwa hiyo wanaweza wasiifute lakini kuipelekesha na kesi kutengeneza mazingira fulani, na kipindi hiki inashughulikia kesi za mheshimiwa Lissu na vitu kama hivyo. Kwa mujibu wa baadhi ya wachambuzi, huu ni mpango wa muda mrefu wa kuua upinzani kwa kutumia silaha ya sheria badala ya njama za kisiasa. Mkakati wa tatu ni wa moja kwa moja dhidi ya mheshimiwa Lissu binafsi. Kukamatwa kwake tarehe tisa mwezi Aprili elfu mbili na ishirini na tano kufunguliwa mashtaka ya uchochezi na uhaini ni sehemu ya operation ya kumtenganisha na uwanja wa siasa kabla ya uchaguzi mkuu. Dola haioni CHADEMA kama tishio kuu, bali mheshimiwa Lissu. Kwa hiyo mkakati ni kumweka pembeni, kumsumbua kwa kesi, kumchafua kupitia propaganda na kumzuia kutimiza mikakati yake ya mabadiliko ya kisiasa. Sasa hapa tunaangalia intelligence outlook ambapo uh, tuna most likely scenario, moderate na low scenarios. Kwa hiyo most likely scenario ya asilimia sitini na tano ni hao G55, G55 watajiunga na chama cha upinzani ambacho huenda kikawa ni CHAUMMA au chama kingine pia inatarajiwa mheshimiwa Mbowe atajiunga nao na huenda akatangazwa kwa mgombea ura, urais kupitia hicho chama ambacho G55 watakwenda na CHAUMMA kitapewa nafasi kupitia uh, mfumo kuhakikisha kinakuwa mbadala wa Chadema endapo hilo litafanikiwa au la ni swala la muda. Sinario ya pili, asilimia ishirini na tano, chauma haitopata mvuto mkubwa. Mheshimiwa Mbowe anaweza asijiunge na hiyo G55, asiwafuate na wala asijiunge na chama hicho, na hatimaye hiyo G55 itakuja kusambaratika na CCM itahamisha mkakati wake wa kuishambulia Chadema moja kwa moja. Lakini pia kuna sinario nyingine ndogo kwamba baadhi ya wanachama wa G55 watarudi Chadema, mpango wa kuua Chadema unashindwa, Lisso anaibuka kwa kiongozi mwenye nguvu zaidi kitaifa na kimataifa. Sasa hizi sinario sio kama ndio itakavyotokea, hizi zinaangalia zaidi katika upande wa hawa wanaojaribu kufanya, yaani matarajio yao dhidi ya uhalisia. Kwa hizi asilimia sio kwamba kile alitotokea au hili litatokea bali vikwazo ambavyo hawa wanaweza wakakumbana navyo. kwa hiyo tunaangalia pia possible consequences, yani matokeo tarajiwa ni pamoja na kuvuruga upinzani. kwa hiyo Tanzania inaweza kurudi kwenye mfumo wa chama kimoja usio rasmi. kimsingi Tanzania kwenye mfumo wa chama kimoja, chama kimoja usio rasmi, uh, pia kupandikiza upinzani wa serikali. chama ambacho kinawapokea hao G hamsini na tano um, uh, ambacho kinatajwa kuwa huenda kikawa CHAUMMA uh, kitakuwa ni chama lakini kimsingi ni kama tawi la sisia. Pia kuna matumizi ya mahakama kama silaha. Ikiwa CHADEMA jitihada za kuifutia usajili CHADEMA zitaendelea, itakuwa ni ishara kwa vyama vingine vya upinzani kwa njia ya kisheria, kuwa njia ya kisheria inaweza kutumika kudhibiti, lakini pia ni mwendelezo wa wananchi kupoteza imani kutumia uchaguzi, mahakama na Kitengo kama taasisi zilizo huru. We mwisho, hatua hii ya G55 kuondoka CHADEMA sio tukio la kisiasa, ni operation ya muda mrefu ya ushawishi, uvunjifu wa umoja wa upinzani na ujenzi wa upinzani bandia. Je, Tanzania itakuwa katika nafasi ya kweli ya ushindani wa kisiasa? Jasusi TV itaendelea kufuatilia kuhusu hili, lakini itashukuru sana kupata mchango wa maoni yako hapo chini kwenye comment. Je, una mtizamo gani kuhusu swala hili? Asanteni na kwaherini.